Kupokonya nyoka anayetemesa pesa kwa sababu umevunja masharti. Anakuwa maskini wa kutupwa baada ya kuvunja masharti ya mganga. Katika kijiji cha Zemba paliishi kijana mwenye nia njema aitwaye Chande. Chande alikuwa mfanyikazi wa shambani akijishughulisha na kilimo cha mahindi na mtama ingawa alikuwa na bidii kubwa katika maisha yake, lakini bado maisha yalikuwa yamempiga kisawasawa. Yani maisha yalikuwa magumu kiupande wake. Mvua haikunyesha kwa miezi, na mavuno yake yalikuwa ya machache sana. Jioni moja alipokuwa akirejea nyumbani, akiona huzuni kubwa sana, alikutana na mzee mmoja aliyelemewa na mzigo wa kuni. Mzee huyo alikuwa mwenye umri wa miaka mingi sana na alikuwa amekula chumvi sana, ambapo alikuwa akitembea huko akiwa amebeba mzigo akiwa ameinama na mwili wake ulikuwa umejaa magamba yaliyo na uchovu. Chande kwa moyo wake huruma, aliuchukua mzigo wa kuni na kumuongoza mzee huyo hadi nyumbani kwake kwenye mlima wa mbali. Safari ilikuwa ndefu sana, just imagine Chande alijitolea kumsaidia mzee huyo, lakini chande hakukata tamaa. Mzee alimshukuru kwa wakati na bidii yake. umekuwa mwema kwa kwangu mwanangu, mzee alisema, ningependa kukujawadia, ningependa kukuzawadia zawadi. Mzee alikuwa mganga wa kienyeji mwenye nguvu za kiroho. Alimpa Chande ngano ndogo na mafunzo muhimu ya kuvuna mazao mengi, lakini kumbuka, mzee alionya, usiwahi kukosa heshima kwa mazingira na usitumie ujuzi huu kwa binafsi. Chande aliahidi na kurudi nyumbani kwake kwa furaha f Chande alianza kutafuta masharti kama yule mzee alivyomwambia, na ghafla maisha yake yakaanza kuwa vizuri. Mazuri mazao akawa anayapata kwa, kwa wingi. Kilimo kilikubali upande wa Chande. Mafanikio na kiburi. Chande alianza kutumia ngano na mafunzo ya mzee huyo, mazao yake yakaanza kustawi kwa kasi ajabu. Ya ajabu mahindi yake yalikuwa makubwa na mengi kuliko ya kulima wote hapo kijijini. Alikuwa akivuna mazao mara tatu kwa mwaka, hata wakati wa ukame. Watu wa kijiji walianza kumuita mfalume wa shamba. Utajiri wake ukawa wa kutosha na akaanza kuwa na nyumba nzuri pamoja na mali nyingi za kutosha katika kijiji hicho alichotokea. Lakini mafanikio haya yalibadilisha tabia ya Chande. Alianza kuwa na kiburi na kwa dharau wengine. Alisahau kuwa mafanikio yake yaliyotokana na msaada wa mzee mganga. Alianza kukata miti ya misitu ili kupanua shamba lake bila kujali athari za mazingira. Alipoulizwa na wakulima wengine kuhusu njia yake, aliwafinyiria na kusema, nina ujuzi mwingi sana kuliko nyie. Yani, Chande alianza kujigamba, yani mwelekeo wa kuvunja masharti. Yani tayari ushajionesha, kaanza kujinadi, kaanza kujiona kiburi, na aliambiwa kabisa katu asivimbe, katu asiwa vyake wengine, kwa kuwa yeye akipata vikubwa, basi aendelee kwa heshima na kuwa levo sawa na wengine, na hapo ndo ataendelea kupata mafanikio katika maisha yake, lakini kuvunja masharti Ikatokea siku moja, chanda aliamua kuvuna mazao yake kwa kasi zaidi, ili aweze kuuza na kupata pesa zaidi. Alitumia njia za kibiashara za kisasa na kukandisha mimea na dawa zake za kemikali kwenye mimea yake, akikosa kujali masharti ya mzee. Alipokosa mvua, alilima visima na kutumia maji ya moto bila kujali wanyama na wakulima wengine. Mzee mganga alimtembelea na kumkumbusha masharti, lakini Chande alimfukuza. Sitaji msaada wako tena, alisema kwa kiburi. Embu, embufikiria mtu aliyekusaidia mpaka hapo umefika ulipo, una mzi hake na kumfukuza na kumuona takataka taka. Mwaka ulipofika, mazao ya chande yalianza kukauka, mimea yake ilianza kuanguka na kufa, mvua ikunyesha na mto ukakauka, wanyama wa porini walikimbia eneo hilo. Shamba lake likawa jangwa la uchafu na mabaki ya mimea iliyokufa. Watu wa kijiji walianza kumkwepa na akawa na laana sana kubwa kijijini hapo, yaani akawa maskini wa kutupwa. Chanda alipoteza kila kitu katika mashake, pesa zake zikaisha na kuna mtu aliye mkubali kwa kazi. Aliyenda kumuomba msamaha mzee mganga, lakini mzee alikuwa ametoweka tayari, lakini hakuwa anaonekana kabisa, yaani hakuonekana sehemu yoyote katika kijiji hicho, anakumpata katika uo mlima aliyomsindikiza au alikipindi alipompatia mpatia msaada ilibomolewa na kuharibiwa na tufani. Akabaki kuwa maskini wa kutupwa akiishi kwenye kijiji cha wageni aliyoomba msaada. Kila siku aliomboleza kosa lake na kuvunja masharti na kukosa heshima kwa mazingira, hadi setani ikawa somo kwenye kijiji chozemba. Heshima za mazingira na masharti ya wazee ni hazina sana kuliko utajiri wowote. Na kitu kingine ni kwamba unaposaidiwa na kupewa kanuni, jaribu kufuata hizo kanuni. Sio kwamba unaanza kanuni, umeshapata ulichokipata, unaanza kusiaki kanuni ulizopewa. Watu vitu vibaya vitakutokea. Uwai jaribu kuishi katika misingi iliyostahiki, aijalishi umekuwa tajiri wa namna gani, aijalishi umekuwa mtu wa namna gani, usiwazi, aijalishi unachuo gani, haki walioku chini siku zote, kwa sababu kumpandisha yoyote na kumshusha yoyote, na hapo ndo mwisho wa story yetu. Na hii ni Smax Films inaitwa SMAX inb usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kuido.